Zaidi ya watu mia moja wamepoteza maisha na wengine mia moja ishirini hawajulikani wajulikani walipo nchini Philippines kufuatia mabadiliko ya tabi ya tabia nchi yaliyokumba taifa hilo na kusababisha kimbunga Kalmaegi kuyakumba maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Taarifa za taasisi ya hali ya hewa ya nchi hiyo zinasema, kimbunga kingine kiitwacho Fung-wong kinatarajia kuipiga nchi hiyo kikiwa na mwendokasi wa kilomita mia mbili na tano kwa saa, kasi inayoweza kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu na uharibifu wa mali taarifa hiyo pia imeonya kutokea mafuriko hatarishi yatakayosababishwa na mawimbi makubwa na upepo unaoweza kuharibu mali ikiwemo nyumba, hasa katika kisiwa kikubwa cha Luzon. Kimbunga Fung-wong chenye kipenyo cha takriban kilomita 1500 kinatarajiwa kuukumba mji wa Luzon kabla ya kuelekea kaskazini, na dalili zinaonyesha kimbunga hicho kitaelekea usawa wa taifa la Taiwan. Wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa tishio jipya, kumbukumbu za maafa ya kimbunga Kalmaegi zinaonyesha kimbunga hicho kilisafiri kwa mwendokasi wa kilomita 149 sawa na maili 93 kwa saa na kusababisha maafa makubwa katika mikoa ya katikati ya Ufilipino, hususan Cebu, ambako nyumba zimebomolewa, magari yamesombwa na barabara zimejaa vifusi.